Maneno yapo, e, watu tunasemana kila siku ni vitu vya kawaida. Stay focused, e, kwa hiyo ni mtu tu ufanye mambo yako, kwa sababu ukishakuwa star kuzungumziwa ni swala la kawaida, si ndio? Yes. Leo umependeza mm sana, kivazi chako kimegharimu shilingi ngapi, kuanzia nywele mpaka chini e, kiukweli e, tukianza nywele, nywele yangu ni TN Luxury Wings dola 3500 ukikakleti ni kwenye nafikiri nitakakuletea wenyewe, lakini it's real dola elfu tatu mia tano 35. vazi langu from nice store laki mbili, full outfit ya vitu ah, okay. saa yangu dola elfu tatu. Yani it's ni hela nyingi it's, it's... Well, ni yeah hivi yeah. Hi, viatu, pochi ni vitu ambavyo vinapatikana hata nice store so, pochi laki mbili, accessories sio gharama sana bazi langu naweza kuwa laki tano, ila nywele dola eh, elfu tatu. Na kima cha chini kabisa ambacho ushawahi kupewa na mwanaume ambaye uko naye kwenye mahusiano kama zawadi kilikuwa ni shilingi ngapi? Mara ya mwisho nakumbuka nilipewa siku ya girlfriend days, milioni 15. Ndio naona ilikuwa ni kitu cha mwisho ninachokumbuka. Pacome, umeona? ah, no, no, no. Pacome umeshakupa shilingi ngapi wewe? No comment Ukaribu wenu? No comment. Kwanza n chochote una ndoa kama vile ambavyo wazizikili kwa ikisemekana, mwisho wa siku kitu aona ndoa ya maana, ndoa fulani ambayo imeunganisha mataifa mawili tutegemee? No comment. Sihitaji kumzungumzia mtu uh, tunaeza tukazungumzia kuhusu mimi, niulizeni kuhusu mimi That's right? Mm. Uh-huh. ni swali gani ambayo hujalipenda katika maswali ambayo nimekuuliza? uh, kumzungumzia mtu mwingine au kuongelea mtu mwingine kama mtu gani? yoyote ambaye mimi kwangu wewe unahisi mimi na yeye hatuna mawasiliano mazuri au maelewano mazuri. Umeniuliza so, so, kuhusu damu nimekujibu. Umeniuliza kuhusu Hamisa nimekujibu. Swali gani? Yes. hmm? so, sijui. unategemea tutakuuliza hapa. Na bado hatujakuuliza. Sijui sijui, uh, maybe kuhusu kazi yangu, biashara zangu yes. Sawa, tutatoka kwenye biashara na kazi yako. Unajua kila mwanamke ana ndoto siku moja aje kupata mtoto. Ah, wow. na umri una unazidi kusogea kila siku, namba inakuwa inaongezeka, kwa maana ana miaka ishirini na siku moja ana miaka ishirini na mbili na siku mbili na vitu kama hivyo, si ndio? mm -hmm. Wee, kipindi gani ambacho unatarajia kupata mtoto kwa sasa? Uh, inshallah, kwa sababu ndoa mtoto ni majaliwa ya Mungu. Naweza nikatamani sasa hivi na nisipate, naweza nikatamani baadaye na nisipate. Kwa hiyo mimi vitu vyote uwaga na namwachia Mungu. na wakati sahihi wako wa kupata mtoto ni upi? ndani au kiwa nje niandoa. nikiwa nimeolewa, of course sababu mimi ni mtoto wa Kiislamu, kwa hiyo na wish iwe hivyo na mm -hmm. Pengine ni mwanaume wa aina gani ungetamani, ungeta awe mume wako, features gani awe nazo, au tabia gani awe? mtu mwenye imani Yeah mimi na imani sana hmm. Awe muislam, first of all kuhusu mwonekano, pengine labda, <laughs> awe kidogo mrefu, sio mnene, sio mzi, wala sio mweupenae weupe. Kama anakuja picha hapa, Kome, unaonaje? yani flani hivi tatu mkononi kwenye issue ya pesa, awe na pesa awe, na uchumi kwa... yes, saa, mimi ni mwanamke ambaye nahitaji pesa, siwezi kuwa na mwanaume ambaye mpaka yani namchuzi basi, kwa sababu maisha kuishi lazima, nadhani mnanielewa, sitaki kukufuru. Na ukiulizwa kiasi gani ili urudiane na, ya, si diani, diani na ex wako, unatamani upewe shilingi ngapi? Siwezi. nikisha achana na mtu siwezi kurudiana naye hmm. sina desturi ya kurudiana na mtu. Na ni kitu gani kufanyia mwanaume awezi kabisa kurudi kwenye maisha yako? Disappointments zinakuwa nyingi kwa hiyo siwezi kusema ni nini ni nini, ila spendi tu mtu muongo yeah. ni tukio gani ambao ulipigwa na ex wako ambao unasababisha usema siwezi kurudiana naye huyu? Msikumbuki mm, ila spendi kuongelea sana mambo ya ex, ni vitu vya nyuma, yani spendi kuongelea wakati uliopita. Yes. Neno lako zuri na na <laughs> kwa usiku wa leo nawapenda.